nchi za Afrika Mashariki ambao walihudhuria kesi ya Tundu Lissu jijini Dar es Salaam katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Katika ukurasa wake wa Facebook wanaeleza kwamba nimepokea taarifa rasmi kutoka kwa wakili Emmanuel Ukashu ambaye baada ya kupata taarifa za kukamatwa kwa wahusika na kuombwa na mawakili wao kusaidie jambo hili na msisitizo wa ombi kutoka kwa rais wa LSK Advocate Faith Odhiambo anasema nimepokea hivi punde taarifa kutoka kwa wakili Emmanuel Ukashu zikithibitisha kuwa bwana Boniface Mwangi mwanahabari na mtetezi wa haki za binadamu kutoka Kenya pamoja na Bi Agata atuhaire mwanahabari na wakili kutoka Uganda ambao walikuwa wakishikiriwa katika kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam, jamhuri ya muungano wa Tanzania tangu tarehe kumi na tisa Mei elfu mbili na ishirini na tano wamefukuzwa na kurejeshwa katika nchi zao za asili. Anasema inadaiwa kuwa bwana Mwangi alikamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa ajili ya kuingia nchini, ambapo aliwasili Tanzania tarehe kumi na nane Mei. Na anaendelea kwa kusema, watu wao wawili wameondolewa nchini kwa kusindikizwa rasmi na maafisa wa idara ya uhamiaji ya Tanzania. Kama marafiki wa haki za binadamu, utawala wa sheria na katika katiba katika ukanda wa Afrika Mashariki, tunayo dhamana ya kuendelea kushirikiana na mamlaka zetu kuhakikisha kuwa mikataba ya kikanda, katiba na sheria za kitaifa na kimataifa zinazolinda haki za binadamu, wanahabari na watetezi wa haki zinazingatiwa ipasavyo, ili kuimarisha misingi ya utawala wa sheria katika ukanda wetu. Anayamaliza kwa kusema tunasihi, tunasihi, tunasihi umuhimu wa kuheshimu misingi iliyowekwa chini ya mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki, mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu pamoja na nyaraka nyingine zinazotambulika kimataifa, ili kuimarisha uwajibikaji uwazi na utawala bora katika eneo letu. Wakili Bak Mwabukusi, rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, na hapa ameambatanisha na picha ikiwaonyesha wawili hao huku maandishi akisema free Agata Atuhaire and Bonifasi Mwangi. Baada ya chapisho hilo, wasomaji wake wametoa maoni yao pia katika ukurasa huu wa Bonifasi Anyisire Mwabukusi akianza, Joeri Abigasti anasema nadhani kuna namna fulani hivi washauli wa, wa rais wako bize kutengeneza pesa na sio majukumu yao kama washauli. Speech na vitendo vya Samia currently vimekuwa ah, maneno mengi mengi kweli kweli ambayo ah, mtazamaji hatutaweza kuyasoma ah, katika ah, siku ya leo. Simon G Joseph anasema kabla ya anguko uja kiburi, na Fatuma Mahinda anasema watuchezee sisi wa Kenya sio wa mchezo mchezo. Hotuba ya miaka sitini, Uh, magwada fotera ende makapolo, Makapokola na hotuba ya jana ise, wajifikirie upya kama wanaandikiwa au wanakuja bila maandishi ya hotuba. Hotuba mbili zimehamasisha unyanyasaji, uonezi na kudhani tupo sayari yetu, wala hatuko hatutaondoka kwenye viti. Hawa watu asilimia sabini hata ukiwafungulia kioski mtaani huwa wanadha, wanadharau sana wenzao hususan majirani. Hili ni andiko kutoka kwa Mwikombo Furaha Alexi Alei mwankaf, Mwankafule anasema Yezebeli abi, abiabi, anasema Bobu Male kapoteza muda kuingia studio kuimba Africa Unite, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hatuwezi kuungana kama hatuna upendo na haki na amani. Hawa ni baadhi ya waliochapisha uh, maoni yao katika uh, ukurasa huu wa Boniface Mwabukusi hapa Facebook, baada ya andiko la Boniface Anyisile Mwabukusi, akisema kwamba amepokea taarifa rasmi kutoka kwa wakili Emmanuel Ukashu, ambaye baada ya kupata taarifa za kukamatwa kwa wahusika na kuombwa ma, na mawakili wao tusaidie jambo hili na msisitizo wa ombi kutoka kwa rais wa LSK Advocate Faith Odhiambo ameendelea kwa kueleza kwamba, uh, ilithibitika kwa bwana Boniface Mwangi, mwanahabari na mtetezi wa haki za binadamu kutoka Kenya, pamoja na Bia Gata Atuhaile ambaye ni mwanahabari na wakili kutoka Uganda, ambao walikuwa wakishikiriwa katika kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tangu tarehe kumi na tisa Mei elfu mbili na ishirini na tano wamefukuzwa na kurejeshwa katika nchi zao za asiri. Mtazamaji, wewe una maoni gani katika jambo hili? Unayo nafasi ya kutoa maoni yako katika ukurasa wa komenti hapo chini. Karibu kwa maoni yako, na hii ni Nyikani TV.